Okay. Welcome again, Aritex Capital. Leo tutaendelea na theory yetu ya pili kwenye series yetu ya kuleni the basics about forex trading. No, no, tuliangalia mara ya kwanza kwenye theory iliyopita, tuliangalia some basics kwa ma overview. Tuliangalia overview kidogo ya hii forex inavyofanya kazi. So leo tutaendelea na theory ya pili ambayo ni forex components na currency, na, ka, kama, kama currency na currency pairs, so, no, na forex components zipo nyingi, tutaziangalia zote, ila kwa leo tunaanza na hizi currency na currency pairs no. Okay, kama tunavyosema ndio, kwenye biashara yetu ya forex bidhaa ambayo tunakuwa tunadili nayo tunakuwa tunadili na na currency, tunakuwa tunadili na uchumi wa nchi husika no, no. So, product ambayo inakuwa exchanged na inayokufanya upate faida always in currency no, no. So tukienda wapi yani kama unataka ku trade labda ni currency ya, ya United States utatumia hela yao dola, so tutakuwa tuna exchange tunafanya exchange between currencies. Amna physical product yoyote ambao utakuja uinunue kwenye forex ndio upate faida. Tunapoongelea hii forex yani maana yake tunakuwa tunafanya biashara ya kubadilisha fedha. Unaona, kama nataka no, JPY ila mimi na USD, so, nitabadilisha USD zangu kwenda kwenye JPY kutokana na ile rate unaona sasa, hizi ndo major currencies ambazo zinakuwa traded in, in forex. hizi currency ni zile currency ambazo unakuta zina participate, zina participate kwenye international trades. Unaona, zile currency ambazo zinatumika kwenye miamala ya kimataifa unaona. Yani kesho na kesho kutu, siwezi kwenda kununua labda, nikaenda Kenya nikataka kitu, naweza nikaenda Kenya nikataka kununua kitu nikanunua kwa dola. Ila sio kama sina hela ya Kenya, nikanunua kwa dola ila siwezi kununua kwa hela ya Tanzania. Unaona, maana hela ya Tanzania haiko recognized wenye easy trades za international unaona. So tunayo kwanza ya kwanza ambayo ni hii hapa USD. Unaona hii USD maana yake country au region inatumika na United States unaona. USD currency name yake inaitwa nini? inaitwa dola Tunaye simbo sasa. Hizi simbo ndio tutakuwa tunazitumia kama representation kwenye nini? Kwenye forex unaona, unapokuja kutrade ukakuta currency imeandikwa always imeandikwa like the United States au Eurozone members, ila utakutana na hizi simbo tu ndo zimeandikwa kama nini? kama currency utakutana na USD, utakutana na Euro, utakutana na JPY, utakutana na GBP, utakutana na CHF, yani na currency nyingine kadha wa kadha, lakini zitakuwa zimeandikwa kwa kutumia nini? Kwa kutumia simbo. So there are so many currencies traded in Forex, lakini hizi hapa ndo umeja, zile ambazo zina participate kwenye nini? Kwenye international trades, unaona. So tunaye dola USD ambayo ndo United States. Hiyo ni kila mtu anayejua hata kama ni mgeni kwenye Forex na nini ambayo currency name yake ni dola. Tunaye Euro, ambayo inakuwa inatumika na Eurozone members, unaona. Ambayo currency name yake ni nini? Ni euro. Tunaye JPY, Japanese yen. Unaona, ambao country inatumika kwa Japan ambapo currency name yake inaitwa kama yen simple, au unaweza kaita pia nini, Japanese yen, unaona. Tunaye GBP ambayo inatumika United Kingdom, unaona, kama kawaida na yenye currency name yake, unaweza kaita pound. Na tunaye chef, ambaye ni Swiss ya Uswisi na inaweza kaita chef wa Uswisi, unaona ni hela ya Switzerland, unaona wanaita Swiss franc, unaona ni hela ya Switzerland mara nyingi wanaita frank au unaweza kaita Swiss frank huko kwenye forex tuna, tuna kadi pia. Kadi ni hela ya Canada, ni dola lakini ni Canadian dola unaona, so ni a card, ni card, ni card au unaweza ni hela ya Canada au unaweza kaita dola lakini especially hatuwezi kuita dola, tunaita nini? Canadian dola unaona, tunayo audi unaona, ambao ni hela ya, ya wapi ya Australia. Ya Australia na yenyewe audi ni imeandika dola au yenyewe tunayo New Zealand ambayo simbo yake ni zedi, ambayo ni hela ya New Zealand pia. Unaweza kaita New Zealand dollar ili kuitofautisha unaona do so, hizi ni zile currencies ambazo zinakuwa most, yani zinaweza zika participate, tutakuwa tunadili nazo currencies ambazo Ziko, yani, these currencies ambazo ni major ndio tutakuwa deal na pairs zake n no. So currencies zipo nyingi sana shirt ni lakini hapa tumeangalia zile meja ambazo zina kwenye ambazo ni nini ambazo ni international. No. Okay. sasa ili tu, tu, kama tulivyosema ndio kwenye forex tunakuwa tunafanya biashara ya kufanya nini ya kubadilisha fedha. So kinachokuwa kinachokuwa kama product, kinachokuwa traded ni nini ni currencies, unaona ni, ni, ni lakini sasa lazima sasa uwe na currency, ili upate ili uende ku exchange labda ili forex ifanyike, lazima kuna currency mbili ambazo zinakuwa nini zinakuwa exchanged. Unaona, sasa kama unataka let's say, GBP, lazima uwe, na, una USD pale unapoenda ku exchange ndo faida inafanya nini inatokea pale. Huwezi uka trade currency kama ilivyo, yani currency moja kama ilivyo, kwamba mimi nataka ku exchange USD, unataka ku exchange USD kwa kwa currency gani? maana yake utakuwa hamna change yoyote au faida yoyote utakayopata ukiwa na exchange uchumi wa uchumi uchumi mmoja, unaona so ndo kukawa na currency pair, unaona, a currency pair, a currency pair represents the quotation of one currency against another In forex market, unaona, kwa ni ile quotation ya pair moja compared to pair nyingine unaona. All forex transaction involve simultaneously buying one currency and selling another, unaona yani unapoenda ku-exchange au kufanya forex. Unaona, unakuwa simultaneously kwamba ile currency ile currency unaoenda kununua ndio currency unaoenda kubai, unaona, lakini ulionayo ndo unafanya nini? Unaenda kusell. So, unapo place order, let's say ya kubai currency fulani kwenda kwa currency, una buy while exchanging ile ambayo ambayo unayo unaenda kuisell, sio? Sasa hizo currencies are always quoted in pairs, sio? na kwamba tukichukulia example GBP USD na nini na USD JPY, sio? na hizi pairs kwamba unaenda mwenyewe kwamba tunazichukua currency pair una kwamba mimi nataka GBP AUD, a a, sipo tayari zimeshakuwa quoted, zimeshakuwa in pairs so ukifungua trading view yako meta trader wewe utaziona pia ni zipo exact kama ni GBP na USD, USD, JPY utaziona milele ziko hivyo hivyo, unaona. So, simultaneously which why currencies are always quoted in pairs, so, no? So unapokuja let's say kwenye GBP USD, unaona unataka kununua GBP, yani una umeplace order ya kubai let's say GBP USD, unaona unanunua GBP USD, inamaanisha at the same time unakuwa unanunua nini at the same time unakuwa unanunua GBP, lakini at the same time unakuwa unafanya nini? Una sell USD. Unaona, hivyo ndio inavyokuwa, hivyo ndio inavyokuwa kwamba at the same time unafanya nini? Unanunua una, una GBP at the same time unafanya nini? Unauza dola na at the same time kwenye USD JPY let's say unauza USD at the same time unaenda kufanya nini una buy JPY. So tuangalie structure ya hii currency pair unaona, currency pair kama ilivyoka ina currency ambayo ni ya kwanza na pia ina currency ambayo ni ya pili unaona. Sasa, what is the base currency, au first currency kwenye currency pair, ile currency ambayo inakuwa ni ya kwanza ile ndo tunaita nini, tunaita ni base currency unaona, na ile currency ambayo inakuwa ya pili ndo tunaita ni quote au counter currency Unaona. Na wanakwambia always the value of base currency is equal to nini, is equal to one, the value of base currency is equal to is equal to one. Unaona, unaona, so ile bei unayokuta umeiona pale inabadilikabadilika, unakuta ni bei ya nini, ya counter currency unaona. Counter currency anatema the currency to the right of the slash unaona, the pair shows how much of this currency is needed to buy one unit of base naona kwamba always value ya base currency ni moja, lakini kwenye exchange rate, ile amount ambayo inakuwa inaweka inakuwa ni amount unayotakiwa uwe nayo ili ubai one quantity of nini of base currency. Ukaambiwa kwamba for example ukakutana na e nini Euro USD. Tunaona uliokutana na e Euro USD ikawa imekaa hivi imekaa kwenye kwenye hii hapa form. Tunaona Euro USD ikawa imekaa kwenye hii hapa form unaona, and then hii ndio ikawa price ya nini ya USD. Hii inakuwa ina maana ya kwamba unahitaji unahitaji dola moja point moja nane ili uweze kubai one quantity ya nini? Quantity ya euro. Unaona? So, key points transaction always involve currencies kama tulivyoongea kwamba similarity, ukiwa na buy one unakuwa na sell another. Ukiwa na buy base currency means una sell quote currency. Ukiwa na sell base currency means una buy nini? Una buy quote currency. And the value, thamani ya base currency siku zote huwa iko fixed kwenye nini? Kwenye moja, lakini ile kinachokuwa kina fluctuate kina change ni thamani ya nini? Ni thamani ya ile quote currency. So hizi ni simple basics tu, no. Okay. So, ya za ku trade these currency pairs no, wanasema kwamba the base currency na simu ile yani, unaponunua euro USD, maana yake unakuwa una unanunua euro kwa muda huo huo unakuwa unafanya nini? Unauza dola, unaona. So tutafanya nini? Tutabai kama tuna believe kwamba tumeshafanya analysis zetu, tumeshaangalia factors zetu, tumesha angalia zetu na nini, tukabelieve kwamba yes, euro euro anataka kufanya nini? Kubai na anataka kupanda. So tutanunua pale ambapo tumeshaona kabisa anataka kufanya nini? Anataka kubai, na pia tutauza kama tuna believe kwamba the best currency maana nguvu yote kama base currency inabai, maanake kwenye currency pair, ita, kwenye hiyo pair itapata nguvu ya kufanya nini ya kubai, na kama nguvu ya kusell inatoka kwenye base currency yani let's say Euro USD Euro ndo ana nguvu, maanake hiyo currency itabai. Na Euro USD tukasema Euro ndo hana nguvu, maanake hiyo currency itafanya nini itasell. Hizo zilikuwa ni currency pairs trading basics yeah. So tukienda mbele kwenye hizo currency pairs tunazo type tatu pia za currency pairs so, tuna hizi major currency pairs, tuna minor currency pairs na pia tuna nini, tuna hizi exotic currency pairs. Unaona? Sasa what are these major currency pairs? Hizi major currency pairs ni pairs zote ambazo unakuta zinafanya nini, zina include dola. Unaona yani, ukishakuta dola, Euro USD kwenye ile currency pair yako, kama hii hapa kwenye hizi currency pairs zako, ukiwa tu kuna kuna pair yoyote ambayo ime involve dola hapo maana yake tunakuwa tunaongelea nini? Tunaongelea hiyo ni major currency. So, unaona example tunapoongelea euro versus USD dola, tayari dola yumo. Tunapoongelea USD versus Japanese yen, tayari dola yumo. Tunapoongelea GBP versus USD, tayari dola yumo. Tunapoongelea USD versus CAD, tayari nini, dola ipo, unaona. Lakini minor pairs ni all pairs hizi, nimetumia kama examples, lakini hizo major zipo nyingi pia na hizi minor pairs ni zile pairs ambazo hazifanyi nini, as include dola kwenye pair yake. Unaona, tunaposema mfano euro GBP, unaona tunaona hamna dola kabisa. Unaona, euro GBP, euro GBP, hamna dola kabisa. Tunapoongelea audi JPY, unaona australian dola japanese yen hizi ni dola za AUD na nini, sio maini dola. Tunaongelea united states dola, hatuongelei canadian dola au nini, tunaongelea united states dola tukiwa kwenye meja so hizi nyingine zote zinakuwa ni minor. Unaona, New Zealand dola, unaona tunazo NZD CAD au New Zealand dola versus Canadian dola. Ziko nyingi tu, kuna kuna nini tena, kuna let's say euro na JPY. Unaona zote zile zinakuwa ni nini, ni minor au cross currency pairs. Unaona tunazo hizi exotic currency pairs, what are these? Unaona hizi exotic account pairs anasema ni, ni a major currency. Unaona lakini inakuwa paired na currency from emerging or smaller economy kwenye kwenye uchumi kuna taifa, kuna baadhi ya mataifa ambapo currency zao pia zimeshaanza kuibuka ni zina participate kwenye nini kwenye hizi international trade, unaona. Sasa zile currency tunaweza tukaziita currency chipukizi. Unono, unapokuta kwamba ile pair moja imekuwa quoted na hizi currency chipukizi, yani pair ambazo zina image au zina smaller economy zimeshaanza kutumika kidogo, lakini kwenye international trades tunazikonsider kama nini, kama hizo exotic pairs unaona, kama hii e USD TRY, USD versus Turkish lira, tuna Eurosec, Euro versus Swedish krona, tuna GBP ZAR, na hii mini British pound versus South African rand, unaona vela South Africa ile rand na USD MXN unaona, na USD versus nini, Mexico pesos. So unapokuta pair afu imekuwa linked na hizi exotic pair ambazo zina image kwenye uchumi, yani zinachangia zina, ndo zinatoka pair chipikizi kwenye international trades zinakuwa considered kama nini? Unaona, kama exotic pairs. Sasa kwenye currency pairs, kuna pairs ambazo ziko more traded kuliko pair nyingine, unaona ambapo tunaona kabisa kama hichi yetu tunachongeza Euro USD ndio pair ambayo inakuwa most traded kwenye forex market, ambayo inakuwa traded yani kwenye pairs zote inateka up to 28%, unaona. Hei sasa ni by pairs, hii ni by currency, unaona. Tuangalie kwanza by pairs, kisha tutaangalia by currency, unaona. So tunaona Euro USD kwenye forex market mzunguko wa siku, unaona. Kwamba Euro USD inakuwa traded na 28% of people, unaona. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Euro USD ndio the most traded pair by volume baini pair ikifuatiwa na USD, JPY, and then, GBP, USD hizi nyingine zinaparticipate kidogo kidogo: USD 6%, USD CAD 5%, kuna USD CHF 5%, kuna NZD USD 4%, kuna EUR JPY 4%, kuna GBP, na hizo nyingine, lakini lakini the the most traded inakuwa ni EUR USD na hii ni by pair. Lakini tunapokuja by currency, always dollar is the strongest kwenye Forex market unaona, no. so The currency ambayo inakuwa ina, ina, ina contribute large volume kwenye forex marketi ni nini ni nini? Dola ambapo ina contribute mpaka 72.87% yani sabini na mbili point nane saba percent ya, ya volume kwenye forex sinaona, ikifuatiwa na euro ambayo ina contribute mpaka thelathini na tisa point sita saba percent Unaona, na JPY ambayo no, ni 25 na hizo nyingine unaona. So buy currency pair euro USD ndio ina contribute large volume kwenye forex market, lakini tunapoongelea buy currency currency kama moja, dola ndio ambayo ina volume kubwa au inakuwa more traded, ina participate kwenye nini kwenye forex market unaona. So hapo ndo ndo mwisho wa hizi currency pairs zetu, na hizi tutakuwa tumeelewana sasa. Ningetaka tuzione kidogo hapo kwenye MetaTrader namna zinavyo